Kwako hivi kwamba Yesu anaonekana kwa walioamua wa. Yesu alipofufuka alisema hata tuacha ukiwa atakuja tena kama roho, na kwa sababu ni roho, yeye anakuja na anaonekana kwa watu wake walioamua wa. Hata sasa yuko mahali hapa na ataonekana wakati kuwachumba, ndio nimemchumbia yeye. Alifanikiwa, mama yake alishafariki Alafu alikuwa anamtokea kama amekosea, anamuonya na anamchapa na, na akiamka fimbo zinaonekana yaani, anamchukua kama kausingizi, alafu anamtandika, watu waishi hivi, akiamka. Na wazazi wake walikuwa wanajua, waliokuwa namlea wanajua kabisa kwamba leo mama yake alikuwa amekuja. Ndio maana yuko anamuuliza, hili kwaje? Hiyo mama yangu ameniambia kwamba watu waishi hivi, nimekosea, unaona, amenipiga. Wakiangalia mikono tayari inaonekana zile alama za fimbo lakini mama yake ni marehemu. Ha, ndio sasa nimeenda kuchumbia mimi mzee wa watu haleluyahaleluya. Nimeenda pale kuchumbia, japokuwa kulikuwa na kautaka fulani sitakaelezea sana, mpaka nilifika mahali nikamwambia Mungu, basi sitaki huyu mwanamke. Mungu akaniambia sio kwa kunongoneza, kwa sauti natembea, akaniita mara tatu: Isaka, mara ya kwanza; Isaka, mara ya pili; Isaka, mara ya basa, <coughs> maga, tatu akaniambia simama, alafu akaniambia huyo ndo mkeo. Haleluya, amen. Huyo hapa aseme huyo ni mwaka tunaenda wa 13, ndio nishawahi kunyoshika kidole hivi. Wewe sema ukweli, anko Frank, huyo hapo shahidi, muulizeni kama nishawahi kukuta hata tunagombana nifuru kicheko. Haleluya, kwa kwa Yesu kwa Nimeenda sana ananiambia mama yake anamtokea. Nikamwambia kanuni ya Biblia inasema hakuna ma mapatano kati ya walio hai na waliokufa. Ananionyeka mambo mazuri, nikamwambia hapana, kati ya mtu aliyekufa na aliye hai hatupatani. Huyu ni Ibilisi, anakuja kama malaika wa nuru, akikuvuta usogee, halafu afanya anachotaka kufanya nikamwambia kwa sababu hiyo, kuanzia leo ninavyotamka hautamwona mama yako tena. Mimi nampenda mamangu, nawambia uwe labda sio mke wangu wa baadaye. Haleluya, haleluya. Nikamwambia kwa sababu mamlaka nimepewa na Mungu anazungumza naye, kuanzia ninavyozungumza. Nakumbuka ilikuwa ni, ni, ni, ni mchana wakati ule alikuwa kazini na mimi nilikuwa kazini, nikamwambia kuanzia leo nakupa zawadi mpya, utakutana na Yesu uso kwa uso, hautakutana na mama yako tena. Mpaka leo huyu hapa, asema kweli. Hata kama kuna changamoto, Yesu anamtokea na anazungumza. Huyu hapa, asema tukiona mambo yametutinga sana Ukiamka kesho kaniambia mwalimu wangu alikuja na mitaka mali. Akanisalimia, salamu mwana. Salamu. Anasema alikuwa ameshika upanga. Ukiona upanga ujue sio kaja kumkaribia. Akija na fimbo ujue anakuja kutupa maelekezo kama mchungaji. Hebu sema kazi sio na wivu basi. Haleluya. Yesu ukiokoka atakukomboa. Ukishakombolewa unakutana naye kwa sababu gani? Yeye yuko hai, sio marehemu, kwamba ni mzimu. Yeye yuko hai. Nani harisia aa mwenyewe unavyojiweka gino utakavyokuwa wengine najuiza jatnawe a amefufuka na yuko hai, na tunahitaji kuona ya kwamba watu wako hai katika roho zao. Kama yalikuwapo mambo yaliyoshindikana, na wambia watu wa Magole, leo Yesu ameshinda mauti, atashinda na hayo. Kama yako mambo ni magumu. Yesu aliviringisha jiwe kwa nguvu ya malaika, na wewe ukaondolewe, wewe ukafufuke upya, ukainuke upya, ukatembe na nguvu za Mungu upya, ili kusudi watu wajue na dunia ijue ya kwamba wewe umeokoka. Lazima kuwe na mabadiliko, lazima kuwe na mabadiliko, lazima kuwe na mabadiliko, lazima kuwe na mabadiliko na na mabadiliko. Yesu amefufuka, Yesu amefufuka, Yesu amefufuka. Lazima na rohoni ufufuke, lazima. Haleluya! watu wasitembee watu kwa mazoea, wajue Yesu amefufuka. kuna kitu nashindwa kwaelewa. Wakati wenzenu wanaloga nyie, mbona hamlogi na bado biashara yenu haifi? Oh, sasa kama Bwana yuko hai, biashara yangu inakufanya anayeiendesha yuko hai. Sasa inakufanya wewe utafurukuta tu, lakini tokumechelewa. Haleluya, maana Mungu wetu sisi anaishi, na kama anaishi dakika zote zote yuko pamoja na sisi, anatupigania anatutetea kwa sababu yu hai, haleluya. Ah, kama watu wanne watano wengi wametufuata, wanasema ya kwamba Bwana kuna mtu inaonekana, alafu wote hatuwajui, wamezika mnyama wa miguu minne ili msifanikiwe. Wa kwanza kaliyako machinga kakutana mke mwambia mimi naonaga lakini naona kuna mtu wenu wa karibu amezika nyama wa miguu minne kuhakikisha amfanikie. Wa pili, banana ni mgeni kabisa kwenye macho, akaja tu anajiita nabii. Akasema tena ye kaja moja kwa moja, walikutana banana pale, akaja akamwambia naonyeshwa mmeo ni muombaji sana. Hiyo ni ngumu sana kumuingia Labda ni kuambia wewe. Halafu anijui, sijawahi kumtia macho hata siku hii. Mpaka kesho. Akamwambia kuna mtu wenu wa karibu amezika mbuzi mzima mzima bila kuchinja kuhakikisha kwamba hamtoki kwenye maisha. Watatu akaja, akaja na na alikuwa mbwa na wangu akaja akaniambia, naye alikuwa anajiita nabii, alikuwa anamsaidia nabii, kwa hiyo roho ya kinabii kamwingia akaniambia niko nje, ndio wanaongea na auntie yake, niko nasikia. Auntie najua nataka kusema hapa, najua karama za Mungu na nini. Akajipanga pale, akamaliza afa akamaliza, akamwambia uncle, unajua na misimamo yake hiyo ni ngumu, ila mimi nakwambia wewe umwambie kuna mtu nk amezika mbuzi mzima mzima kuhakikisha kwamba mtoke kwenye maisha sasa. Wanamalizia kabidi niingie, kabla stori haijafufie, ili tukaelewane vizuri. Kwa hiyo ninaingia kwanza, ukatakata maneno. Mama akaniambia ananitanga, dadii ni dadii mzima kwa kisha tu hatufaniki. Nikamwambia ni vizuri, lakini unatakiwa kufahamu ya kwamba sisi tulipookoka tumekuwa viumbe vipi? Maana yake tumehamishwa kutoka kwa hao ambao wanategemea ya mambo, tumewekwa ndani ya uzio mwingine, aliyetutoa katuweka huku, hawezi kutoa ruhusa waje watu waturogee ndani yake. Nikawambia kwa sababu hiyo, huyu aliyefanya hivi nikamwambia mpowangu huyu, aliyefanya hivi kuna mahali amesahau kufanya, maana anaroga alafu bado tunafanikiwa. Na tukamwambia wewe sio wa kwanza, na nikamwambia, na kwa sababu wewe ni nabii na mimi ni mwinjilisti. Mimi pia mhubiri. Nataka leo huyu hapa mke wangu aseme kweli. Ajulikane kati ya Mungu wako na wangu nani Mungu wa kweli. Kukamka asubuhi. Simu usiku, wewe uko hapa kiongozi wangu, wewe na bibi mkuu wako hapa sasa. Uko hapa. Bado niko kwangu. Kesho asubuhi sana nikamwambia, sawa mwanangu, hamna shida. Kaingia chumba na mke wangu nikamwambia huyu atoki kesho. Hata nisubiri mpaka nimalize kumshuhudia baraza ya Yesu wa kweli. Nikaenda kazi. Sasa sita sita hivi nikarudi nyumbani.

tunayemhubiri yuko hai hawezi kufanya mambo ya ovyo. Yeah, yeah. wala ukitamka hawezi kuliona neno lako lifai, kwa sababu yeye ndiye anayesema ndani. Haleluya, yeah. Bwana Yesu asifiwe. Paulo anaandika anasema si mimi ninayeishi, bali ni nani, ni Kristo ndani yangu. Kwa hiyo akifufuka anaingia ndani, alivyoingia ndani baada ya kupaa akarudi kama Roho, anaingia ndani ya watu, anatenda ndani ya watu anawasaidia watu akiwa ndani yao. Ni nani atakushinda? Wakitamka mamlaka unayo, kwa sababu uhai wa Mungu uko ndani yako. Ni lazima ujielewe ya kwamba wewe sio mtu wa kawaida, wakikichukulia ya kwamba ni wa kawaida kwa ajili yako wasione ya kawaida. Sio ya kawaida, kwa sababu hata baba na mama wasingeweza kuridhia, lakini Yesu peke yake ndiye aliyeweza kuridhia. Kwa nini isiwe kwako kujua ya kwamba ni ya thamani, kujua ya kwamba Yesu ndiye Bwana wako? Kwa nini unachanganya mambo sasa? Kwa nini ukitoka unageuka, unasahau unaanza kuchanganya kuchangaa, unashindwa kueleweka. Wewe ni wa dunia au ni wa mbinguni? Laiti ungechukua ile picha wakati Yesu anapigwa. Ah, kidhani kama ungefanya namna hiyo. Wakati fulani Mungu alifanikiwa kunionyesha kitu cha ajabu sana, kama sijawahi kusema Ilikuwa tambarare, kulikuwa na majani mafupi sana nisema, alafu nikasimama tambarare, hakuna mlima. Kulikuwa na njia moja tu ndogo, ndio kwenda nenda mbele kwanza. Nilipo simama kwenda mbele, kanjia kadogo sana. Mkono wangu wa kulia, kulikuwa na ukuta mkubwa sana. Mkono wangu wa kushoto, kulikuwa na sehemu kidogo. Kutoka pale nilipokuwa, kwa mbele kidogo tu, kulikuwa na sehemu kama kama kama kabwa wa fulani hivi ambao kalikuwa na utepe mfano wa yai ule ule, uti wa yai ule meupe, ndo ilikuwa mfano wake wa kile kimeminika kilichokuwa apale. Alafu ngambo ya pili kulikuwa na ziwa la moto, ni kubwa, halina mwisho, huwezi ukaona mwisho wake. Na sekunde zote ilikuwa naona watu wanaingia, yaani watu wametangulizana hivi. Na waishi watu wawili nawakumbuka, niliwaona pale. Mmoja ni Mtanzania, niliuliza pale pale Mungu, na huyo? Akaniambia, huyu ataenda motoni maana amekwisha kupata thawabu yake duniani. Na mjua harasa kutajia asije asijakawa ndugu yako. Na wa pili ni Mmarekani na ye nikamwona naini nikauliza Mungu, na huyo? Akaniambia, huyu kapoteza watoto wengi sana duniani, wengi sana wataenda jehanamu kwa ajili yake lugha nyingine kama nikufuru, amekufuru vya kutosha, sasa msamaha upo. Na yeye nikamwona nikaangalia, ule ute uliokuwa pembeni ukawa unachezacheza namna hii, ukawa unachezacheza namna hii. Nikasikia sauti naniambia sogea, nikasogea mbali, nikasikia naniambia sogea karibu, nikasogea. Nilivyoangalia kwa mbali, nikaona kama mtu anahangaika anahangaika kwa mbali sana. Nikasikia sauti hiyo niambia soge, na niambia kaza macho yako, tazama. Nikaangalia mara ya pili, ikanirudia tena ile sauti, angalia vizuri. Mara ya tatu ikaongea kwa ukali sana, ikiniambia tazama vizuri. Ilivyoangalia hivi, ndio namuona mtu yuko msalabani ameharibika mnayemwona kwenye picha sio hata kidogo. Yesu mnayemwona kwenye visanamu sio hata. Yule ni msafi mno. kasomi maandiko, kitabu cha Isaya yanasemaje? Alikuwa ameharibika wala hakufaa hata kutazama, ametakaa damu mwili mzima, anahangaika yuko pale anahangaika anageuka namna hii. Nauliza, Mungu, nani huyu? Akaniambia, huyo ndio Yesu. Na huu ta unaouona uu, huu ni nafsi ya mtu anayesema ni Mkristo, ili mradi anaitwa Mkristo, halafu ni mtenda dhambi. Maandiko yanasemaje? Akaniambia, yanasema, wanamrudisha msalabani mara ya pili, ndivyo anavyoteseka ndani yao Kusurubiwa wao wanatenda wow, tena dhambi wakati amepumzika, wanaanza kumtesa tena. Haiko tayari kumwacha mtu, maana imeandikwa tayari, ameandikiwa ya kwamba hatakubali kumwacha mtu afie dhambi, ndivyo ilivyoandikwa. Kwa hiyo anaangaika kule ndani, anaangaika, anaambia, hii ni nafsi ya mtu ambaye anasema nimeokoka, lakini bado anatenda dhambi. Ndivyo anavyomtesa Yesu unakili wakofu ya kwamba umekombwa, you are iwasili bali unatenda dhambi, ujue hakika yake unamwingiza shimoni kwa mara nyingine ta akiingizwa kwenye mateso, namna anavyoteseka. Ingia nyumbani mwa Bwana, geuka badilika. Haujakombolewa kwa fedha, damu ya mtu imemwagika, sio ya ng'ombe. Damu ya mtu imemwagika. Ukitoka unasahau yote, unasahau kama kuna mtu aliteseka kwa ajili yako. Chukulia mfano, angelikuwa ni mzazi wako, amekuteseka kwa kiwango hicho Alafu baadaye unamsaliti unamwambia, mimi naenda kuungana na yule aliyekuwa ameniteka. Yule mzazi angekuwa kwenye hali gani? no, no, no. Na ujue hakika hata huyo mzazi hawezi kufanya. Sasa huyo aliyeweza, sio kwamba ndo aheshimike, sio kwamba ndo watu watumie nafasi hiyo kumtangaza uwezo wake, badala yake watu hawafanyi hivyo. Tunahubiri, tukimaliza mahubiri watu wanaendelea na mambo yao. Leo ni Pasaka, lakini unashangaa wengine utawakuta maeneo ambayo hayafai bado Kristo wanamna, ungekuwa ni wewe wana je? <laughs> ungetubutu?